Yes, tupo bodi ya filamu na kama ulivyofuatilia vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa za Wema Sepetu kuweza kufika hapa, na by the way, uh, Hamisa, um, uh, Wema Sepetu ameweza kufika hapa na ametikia wito. Kwanza tuseme hongera na pole pia. asante sana asante na nimeshapoa. Okay, sawa. na Watanzania ungependa kufahamu zaidi mazungumzo kule ndani hasa yalikuwa ni yapi baada ya wewe kuitikia wito? Um, labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana, niko na kaka yangu hapa katika kuwekana sawa, na pia nime nimejisikia vizuri, kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa, kukanywa. Unajua, anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali, kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikustahili kutokea kwangu sijui unanielewa, na hicho ni kitu ambacho tume, ni tumekumbushana pia na viongozi wangu na nashukuru tumemaliza vizuri and I'm here with my brother and yeah, niko um, niko kwenye mikono salama kwa kweli. Sawa, kwa upande wako we unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Um, labda tu ni, niulize ni kabla kwa sababu hayo mambo tumesha yamaliza kiukweli. Yes, of course, na, nataka tu pia kabla kabla kabla tu nimeshajiandikisha mm. Ah, mimi nataka na, wengine amna amna mtu ambaye amejiandikisha kwenye daftari. Sasa mimi nataka niwaambie Watanzania kama unajijua wewe ni Mtanzania na una una haki zako umeshapita umri wa miaka 18 katika kituo chochote ajiandikishe katika daftari ya kupiga kura, kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura. Hicho ndio kitakachokuweza kukusaidia kusaidia wewe kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa kwa sababu hapa sasa hivi, unajua, mimi mnaongea na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa Mama. Yes, na taasisi yangu hii ni, ni madhubuti kabisa kutangaza yale mazuri ya mama ambaye anayafanya. Mimi na imani kubwa, kuna Watanzania wengi ambao hawajui, wanasikia sikia tu, lakini hawajui yale mazuri ambayo mama Samia ameyafanya katika nchi kwa muda huu wa miaka minne ambaye amekuwa katika kiti cha urais. Kwa hiyo um, katika taasisi yangu hii tuna tunatembelea miradi mbalimbali, tunaenda kabisa wenyewe, tunasema sio kwa maneno bali kwa vitendo, kwa sababu watu wanaona kama vile ni propaganda, lakini sisi tunaenda tunaingia ndani kabisa. Unajua tunaingia vijijini, tumepita Mtama tumepita huko Mawakina na Nyumbu huko tumepita Mangaka tumeenda wapi, yani ukote Ruangwa, Lindi, na tunaendelea kwa sababu ziara ni ya nchi nzima. Kwa hiyo sisi tuna deal na idara zetu, kuu ni tatu, tuna deal na afya, tuna deal na elimu na maji. Kwa hiyo miradi ambayo tunaitembelea tuna ni mikubwa alafu, tunaingia ndani, tunaingia kwa wananchi, tunaangalia wananchi. Wananchi wanaenda kutuambia jinsi gani hii miradi imewanufaisha na wananchi, kiukweli wana, wana, yani wanashangilia, wanaongea vizuri, wanamsemea mama vizuri, na ni vitu ambavyo ni vipo tunaviona, kwa sababu upendo wa mama ndio nguvu kwa jamii, ndugu zangu yes. ni kweli kabisa chimama. Mimi nashukuru sana na naomba waendelee wa subscribe katika YouTube channel yangu, zile ambazo nazirusharusha zile zile ni highlight. Unajua nimerusha sana vitu, pra, nini zile um, content nimeziona nikizirusha kwenye, kwenye Instagram yangu, zile ni highlights tu, Roger. Yaani kuna, kuna episodes mimi naingia ndani kabisa, episodes zinaruka kwenye YouTube channel yangu Wema Sepetu Official. Kwa hiyo watu wa subscribe waweze kuona, mambo ni mengi yajayo, yanafurahisha <tipi> <tipi> <Okay>. Okay. ni <tipi> mrembo nashukuru sana wa, wa Tanzania mwaka elfu mbili na sita. Yes. Unatajwa zaidi ni mrembo star kabisa. Yes. Mtu ambaye labda alikuwa amekutazama kwenye vazi lako, natamani kumwambia nini kwa sababu ya maneno ambayo umeambiwa hapa. Tukaji tukaji, tukajiandikishe tukaji kwanza tukajiandikishe kwanza katika daftari la kupiga kura, watu wapate kupiga kura. Jamani, uchaguzi unakuja, uchaguzi unakuja, uchaguzi. Lakini marafiki zako karibu wanasemaje baada ya kuitwa wewe? Yes, uh, Wema Sepetu na anatoka hapa bodi ya filamu na kama unavyoshuhudia, alikuwa amezungumza ame moja kati ya comment ambao nimekutana nayo kwenye mitandao ni kuhusiana na Peti. Okay. Uh, watu wamesema kwamba Peti ni moja kati ya rafiki zako ambao pia anakuthamini kwenye mazuri pia, mazuri, pia i... Asim, na wakati mwingine kwenye matatizo, labda ungezungumzaje hili kukosea kupo kwa hiyo kosa limefanyika, kosa limefanyika na lishamalizika. Tumekuja ni bodi ya filamu na tumezungumza na bodi kirafiki na tumekubaliana vizuri. Kwa hiyo sio tatizo, hamna shida, matizo yako sawa na kila kitu niko sawa. Tuendelee na mengine, tukajiandikisha ni kupiga kura. Ah, hiyo nadhani wewe utachukua, ni tumchague ni kiongozi, atafanya wenzako hilo <laughs>